Hata hivyo waziri mkuu atakayeteuliwa hata shika madaraka hayo hadi uteuzi wake umethibitishwa na bunge kwa azimio, tukiwaungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Hivyo, kwa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba, nimemteua mheshimiwa

Habari kuu sasa hivi kutoka bungeni Dodoma ni uteuzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sote tunafahamu aliyekuwa waziri mkuu baada ya kumaliza muda wake na kukawa na minong'ono kwamba huenda Mheshimiwa Kasim Majaliwa asirejee tena kwenye nafasi hiyo kwa hiyo watu wakawa wanatazamia sasa ni nani atakayefuata baada ya Kasim Majaliwa. Kulikuwa na utabiri wa watu mbalimbali mbali, lakini finally, siku hii ya leo kupitia mpambe wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile e, msaidizi wa majeshi wa mheshimiwa rais, na hivi ndivyo ambavyo amejitambulisha pale bungeni Dodoma, akawa amebeba ujumbe maalum jina la uteuzi wa mheshimiwa waziri E, wa awamu hii ya sita, na shangwe liliibuka bungeni Dodoma baada ya kusikika jina la Mwigulu Nchemba likiwa limependekezwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini nini kinafuata baada ya hapo ni utaratibu wa wabunge e, kulipitisha jina hilo na mara moja kazi ianze na kutambuliwa kuwa rasmi sasa, ni waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na huyu ni mbunge wa Iramba Magharibi, Dr. Mwigulu Lamek Nchemba. E, taarifa ni kwamba kama ambavyo nimesema, ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo endapo at atakuwa anathibitishwa sasa na wabunge, atahudumu kama waziri mkuu wa kumi na mbili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tayari Kasimu Majaliwa amemaliza muda wake na nadhani atakuwa anaendelea na majukumu mengine mbalimbali mbali. Sasa, baada ya zoezi hili <laughs> kufanyika, watu wamehoji namna ambavyo kama unavyoiona hii video hapo, namna ambavyo Mwigulu Nchemba ameonekana kushangaa ama kushtushwa na taarifa hii, ni kana kwamba hakuwa anajua lolote kinachoendelea eh, bwana bado mimi personally sijajua ukweli uko wapi, wakati ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapolipendekeza jina la waziri ama jina la mgombea ama jina la mtu mwingine yoyote kwenye nafasi yoyote ile ya kitaifa, kama kuna kuwa na mawasiliano ya kabla ama ni taarifa e, muhusika unazipata hapo hapo, yaani na wewe unakuwa, unakuwa surprised kama ambavyo watu wengine wanakuwa surprised ama kunakuwa na kupangwa kabisa kwamba wewe bwana, sasa utaenda mimi kunisaidia majukumu haya, na kama kumekuwa na taarifa za mapema. Watu huoji ama watu wanahoji muda huu, mbona Mheshimiwa Mwiguru Nchemba ameshangaa kama vile hajui kitu ambacho kingeenda kutokea pale bungeni Dodoma. Je, ukweli uko wapi? Kwa watu ambao wanafuatilia siasa na manguli wa masuala haya wanaweza katusaidia, mazoezi kama haya yanapokuwa yanafanyika Je, yeah, mhusika anakuwa anatambua ama hatambui? Basi utaniachia maoni yako hapo chini kupitia upupu podcast, ama unaweza ukaja kupitia Instagram yangu ya uh, Haja the Credible. huko pia na kuwekea taarifa mbalimbali zinazohusu maswala ya burudani pamoja na taarifa kubwa kabisa za kitaifa ambazo zimekuwa zikitokea kila wakati. Naitwa dr Upupu, kama kawaida, usisahau kusubscribe, kulike na comment chaneli hii kwa sababu inakupatia taarifa mbalimbali. Vipi utabiri wako wewe? Umeenda sambamba na kile ambacho ulikuwa umekifikiria ama umetupwa nje ya mchezo? <laughs>